Hii ndiyo njia pekee ya kuamua kuishi bila presha. ni kuamua kusafisha mishipa yako ya damu damu, kwa sababu mishipa yako ya damu hii ni kama mabomba ambayo yanapopata uchafu, yanapopata sumu au mafuta mabaya, huweza kuziba, na inapoziba mtiririko wa damu huenda tofauti. Mtiririko wa damu huathirika, na mtiririko wa damu unapoathirika, ndipo tunapata matatizo ya moyo, tunapata presha kupanda. Kwa sababu mishipa inakuwa imeziba kutokana na uwepo wa sumu mwilini kutokana na mafuta mabaya ambayo chanzo chake kikubwa kwayo, sahi, tatizo, ni chakula. Kwa hiyo, njia sahihi ya kuweza kuepukana na haya matatizo ni kuamua kusafisha mishipa yako ya damu. Kuamua kusafisha mishipa yako ya damu. Sasa, namna nzuri ya kuweza kusafisha mishipa yako ya damu, tumekuandalia vitu vichache ambavyo hivi ndivyo wagonjwa wengi, wagonjwa wetu wengi, wanaweza kunufaika navyo. Kwanza ni ratiba ya chakula, chakula sahihi, chakula ambacho kinamfaa mgonjwa kutokana na grupu lake la damu, kutokana na uzito wake, kutokana na mtindo wake wa maisha. Kwa hiyo lazima ujue chakula ambacho unatakiwa kula. Hii itakusaidia kuepukana na chanzo kusabu, daa, daa. Kwa sababu wengi wanapewa dawa, wanatumia dawa, lakini hauwezi kupata matokeo, kwa sababu mishipa yako tayari inakuwa imeziba. Kama mishipa imeziba kutokana na uchafu lazima uanze kwa kuondoa uchafu, lazima uanze kwa kuzigua mishipa. Kwa sababu nimekutana na Bwana Alfan kutoka Mbeya, alikuja mpaka da, akaja kupima tatizo lake la moyo, akakuta mishipa imeziba, lakini alikuwa pia na pressure. Kwa hiyo tumemhudumia kwa kumpa, kwa kufata utaratibu wa njia kuu mbili, ya kwanza ni chakula, ya pili ni dawa ambayo inaweza kuondoa tatizo hilo inaweza kusovu tatizo kwa kusafisha mishipa ya damu, kuondoa mafuta mabaya ambayo yanazunguka moyo, lakini pia ambayo yanakuwa yamekava kwenye pipe zake ambayo ni blood vessel. Kwa hiyo hii ndiyo njia pekee. Tunatambua kwamba ni hali gani unapitia, tunatambua changamoto ambazo unazipitia kwa sababu ya kuwa na haya matatizo, lakini njia sahihi ni kuamua kusafisha mishipa yako ya damu na utaisafisha mishipa yako ya damu kwa kutumia dawa sahihi, kwa kutumia mtindo wa maisha mzuri.